La kwanza tumesema tunakwenda kukamilisha ujenzi wa kiwanda cha kuchakata tumbaku yeah. Lakini vile vile tunakwenda kukamilisha ujenzi wa kiwanda cha kuzalisha mbolea yeah. Na kwenye kongani ya viwanda aliyoongelea viwanda sana mbunge, tumesema tunakwenda kuanzisha viwanda vya kusindika mazao lakini pia viwanda vya kuchakata tumbaku hapo vipi? hapo Sawa. Lakini kitaifa kwa nchi nzima tumekubaliana kwamba ajira mpya kwa vijana katika sekta rasmi na zisizo rasmi tunakwenda kusimamia tupate ajira mpya milioni nane. Ajira mpya ngapi? milioni nane. Eneo, eneo la barabara eneo la kwa Sikonge Dio. Kwa wapi? Sikonge, ujenzi wa barabara kiwango cha lami katika barabara za Sikonge mjini, barabara za mission misheni tutuo mpaka mjini na Sikonge mpaka Mazinde, hapo vipi? Hapo sawa ujenzi wa barabara sehemu ya Tabora Koga Mpanda rodi kwa kiwango cha lami kipande kimoja Usesura Kamanga kilomita mia moja na nane Sikonge sparodi kilomita mbili na mita mia mbili Sikonge town section kilomita saba. Ndio. barabara ya Tabora Koga Mpanda rodi kwa kiwango cha lami na kipande cha Kasinde Mpanda Mpanda Mpanda section kilomita 105. Ndio sawa. Yeah, au tuendelee yeah. Haya, matengenezo ya barabara kwa kiwango cha changarawe katika barabara za Igugwa, Migumbu, Nyahua Ndio. Yeah. Mkoye, Isongwa, Mitoo, Mwanamkola yeah. yeah. Igalula yeah. Kiombo, Lugulile yeah. Matagata yeah. ujenzi wa daraja la mawe Kilumbi kwenye mto Mangwina yeah